Naam, inakualika ndugu mtazamaji ikiwa uh, tunaendelea kuangazia kujadili kuhusiana na taarifa zinazoendelea kutokea maeneo yote, maana maeneo mengi ulimwenguni, ikiwa ni siku nyingine, Ncha Digital inaendelea kuangazia uh, kile kinachoendelea kati ya taifa la Iran na Marekani kwenye eneo lile la Mashariki ya Kati. Hivi karibuni imeripotiwa mmoja kati ya majenerali wa jeshi la mapinduzi la Iran, IRGC, Jenerali Muhammad Ahzadi, akieleza kwamba wamejiandaa kikamilifu kukabiliana na Marekani na alidai ama alisema kwamba uh, vita hii ya sasa wanaifanya kuwa itakuwa ndio vita ya mwisho kupigana kati ya Iran na Marekani kupitia mshirika wake Israeli. Alinukuliwa hivyo kusababu, uh, kwa sababu kwamba Iran kwa muda mrefu imekuwa ikipokea vitisho kutoka kwa mataifa taifa ya maga, uh, kutoka kwa taifa la Marekani na Israeli. Kwa hivyo hali inayowafanya kama taifa kushindwa kufanya shughuli za kiuchumi kujenga nchi, badala yake wamekuwa wakiwekeza muda na nguvu Uh, kuwaza ama kufikiria uh, namna ya kukabiliana na maadui. Kwa hiyo wao walipanga kutumia fursa hii ya vita kuhakikisha inakuwa vita yao ya mwisho ili kutengeneza heshima, uh, kati ya mataifa hayo, na baada ya vita hiyo, manake kila mmoja afanye shughuli zake hivyo ndivyo ambavyo imenukuliwa kutoka kwenye moja ya, ya matamko kutoka kwa kamanda wa ngazi ya juu kabisa, jenerali moja wa majenerali kutoka kwenye jeshi uh, la IRGC. Um, ni bado pia hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa. Tumeshuhudiwa, tumeshuhudia waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran Abbas Arachi akiendelea na ziara yake kule Ankara, Uturuki ambapo alizungumza na waziri mwenzio wa mambo ya nje Hakan Fidan wa Uturuki, lakini baadaye pia alizungumza na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Na kwa taarifa ambazo uh, zimeripotiwa ni kwamba Marekani kupitia kwa rais wake Trump ndiye aliyeomba kuwepo kwa mazungumzo hayo kati ya Iran uh, na Marekani kupitia uh, Uturuki, kwa maana kujadili mustakabali wa kufikia uh, makubaliano ya kidiplomasia kwenye mzozo huu unaoendelea kati ya mataifa haya makubwa aa, ma, mawili, lakini pia imeripotiwa kwenye vyombo vya habari vikieleza uwezekano wa kwenda vitani bado ni mdogo sana, na Rais like, Trump amenukuliwa akisema. Ana, ana, ana, anatumai kwamba njia ya kidiplomasia itakuwa sehemu nzuri ya kumaliza mzozo huu. Kwa hiyo, hali bado eneo la Mashariki ya Kati iko hamsini kwa hamsini. Lakini uh, pia hatujui huenda ikawa ni sehemu ya trick za Rais like Trump, pengine uh, kujaribu Uh, kuwaonesha uh, Iran kwamba wana, wana, wana, wana, wako katika mpango wa kwenda kwenye maridhiano, lakini badala yake inaweza ikawa tofauti, kwa sababu tumeshuhudia hatua kama hizi wakati, kama utakumbuka uh, wiki moja kabla ya Israel kuishambulia Iran kwenye ile vita ya siku kumi na mbili kulikuwa na mazungumzo makubwa yakiendelea na dulu karibia dulu sita zilifanyika, zilikuwa duru kati ya mazungumzo ya waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran Abbas Sarachi, na mjumbe yule wa Marekani anashughulikia eh, ambaye anashughulikia mizozo kwenye eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff, lakini wakati wanakwenda kwenye dulu ya sita kama mtakumbuka, iliyofanyika pale Oman, ah, siku ya pili mashambulizi yakaanza Israeli akaishambulia yaka uh, Iran, wakati Irani kupitia kwa waziri wake wa kigeni wakiwa wamejielekeza kwenye kufanya mazungumzo afla wana, wanashambuliwa wana, wana. Kwa hiyo bado hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba kauli ya Trump ya kwamba anawaza kwenda kwenye diplomasia tukaichukua moja kwa moja kwa, uh, uh, kwa sababu amekuwa na utamaduni huo wa kuzungumza hiki lakini mwisho wa siku anafanya kile lakini kwa upande wa Iran, nafikiri hilo walitambua, na ndio maana uh, wamejipanga. Hata ukimsikiliza uh, Ayatollah Ali Khamenei amezungumza uh, wana, wana, wamejiandaa ipasavyo na wanahakikisha majibu atakayotoa uh, yatakuwa ni majibu makubwa zaidi. Lakini uh, swali la msingi, nini kitatokea? Kwa sababu kumbuka uh, anayetaka hii vita sio Marekani. hii vita muhitaji mkubwa wa hii vita ni Benjamin Netanyahu na taifa lake la, la, la Israel. Na ndio maana kama mtakumbuka kwenye moja ya makala zetu za nyuma, tulizungumza kuhusiana na ziara ya, ya, ya Waziri Mkuu Netanyahu aliyofanya Malalago pale Florida, Marekani, ya ile ziara ya tarehe 29 ya mwezi wa 12, ambayo ndio imefufua upya hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu ile ziara ililenga kumshawishi Trump kufanya tena mashambulizi kwenye vile vinu vya nuclear. Kwa hivyo maanayake hii vita anayehitaji ni waziri mkuu wa Israel Netanyahu, na Netanyahu anahitaji vita, ana option nyingine, kwa sababu ili aweze kuishi kwa amani kwenye eneo la Mashariki ya Kati, kwa mujibu wa matamshi yake, maanayake anaamini kwamba uh, Iran atakapokwa uh, at, at, at, at, maana ya an, anachukia anachokiamini, endapo mpango wa regime change utafanikiwa wa kuiondoa serikali ya mapinduzi ya Iran inayoongozwa na, na Ayatullah Ali Khamenei na kumweka kibaraka uh, mtoto wa mfalme wa zamani Reza Pahlavi anayeishi wa mishoni kule Marekani ndio itakuwa mwarobaini uh, um, uh, ama nitakuwa ndo suluhu ya usalama wa Iran kwenye eneo lile la Mashariki ya Kati, kwa sababu kwa sasa ndio itakuwa suluhu ya usalama wa, wa Israel kwenye eneo lile la Mashariki ya Kati. Kwa sababu ukiangalia Mashariki ya Kati, manake mataifa makubwa ambayo yana nguvu kijeshi Israel, uh, Uturuki pamoja na Iran, lakini Iran ndo taifa tishio zaidi kwa, kwa, kwa, kwa kwa Israel, kwenye eneo lile. Kwa hivyo Netanyahu ana option nyingine kwenye hili zaidi ya kwenda vitani. Sasa jambo ambalo, uh, tunalisubiria ni kuona ni namna na gani, uh, anaweza kuendelea kumshawishi Rais like, Trump kwenda kwenda kwenye vita, na ikumbukwe Netanyahu pekee awezi kupambana dhidi ya ya taifa la Iran na kuweza kushinda, na isipokuwa kupitia kwa mshirika wake taifa la Marekani. sasa Uh, kwa upande wa Marekani uh, yako mambo ambayo wameyashuhudia hivi karibuni nayo na yanawapa wakati mgumu kuamua moja kwa moja kwenda kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye hii vita, na kama utakumbuka, washauri wa usalama wa Marekani walikwisha mshauri Rais Trump kwamba Teherani kwa sasa imejipanga zaidi ya vile ilivyojipanga kwenye uh, yale mashambulizi ya Juni ya, ya, ya, ya, ya, ya siku kumi na mbili ya mwezi Juni mwaka 2025. Kwa hivyo hiki kinachoonekana sasa hivi aidha ni kusuasua kujipanga kuona namna watakavyoweza kushambulia lakini pia na ukweli kwamba taifa la Iran limepiga hatua na limejipanga kamilifu kwa kuhakikisha uh, wanafanikiwa. Ikumbukwe kwenye vita hii bado Marekani ni superpower na anao uwezo wa kushinda hii vita lakini atakachokutana nacho maana yake ni kikubwa. Uh, hivyo Marekani naye kumbuka, apendi kupoteza, anaweza kwenda kushinda, lakini baada ya kushinda atakuwa kwenye hali gani? Kumbukwe China anamsogelea sana hapa hapa nyuma kwenye eneo la, la, la super power. Kwa hivyo triki yote atakayoicheza dhidi ya mchezo huu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Iran anaweza akaiondosha Irani kwenye ramani lakini wakati huo naye pia atakuwa kwenye hali mbaya, na huenda China ikachukua nafasi ya superpower dunia. Ni kitu ambacho Wamarekani hakuna ambaye anakihitaji. Kwa hivyo uh, bado hali ya mzozo na mustakabali wa usalama eneo la Mashariki ya Kati haujatengemaa, ingawa duru zinaeleza hatua za kidiplomasia huenda zikachukua nafasi, na sisi tunaomba sana hatua hizi zichukue nafasi ili Uh, usalama uendelee kutokea kwa sababu athari zake si zitakuwa tu hazitakuwa tu eneo la mashariki ya kati lakini pia zitagusa mpaka kwetu Tanzania na Afrika kwa ujumla. Nimefikia uh, mwisho. Na ninakushukuru sana na kwaheri kwa leo, asante sana.